Nina matumaini yangu makubwa kabisa umeamka salama mtazamaji wa Global TV, nikukaribisha katika amka na Global TV. Tuko na Vodacom. Vodacom wanakuambia yajayo yanafurahisha kwenye nini? Tazama video bomba kabisa eh, kwa kutumia simu yako ya kiganjani pasipo kukwama kwa maana mtandao wa Vodacom. Jina langu ni Catherine Kahabi na hapa mezani mtazamaji, nina magazeti saba eh, ya kiwemo ya michezo matatu, huku eh, ya burudani ikiwa moja pamoja na magazeti ya Hard News, na tunaanza na gazeti la Ijumaa, ambapo habari kubwa inasema e, katika ukurasa huu wa mbele, baada ya Maria na Consolata kuzikwa, maajabu matano. Maria na Consolata walipendana sana, walitamani kutimiza ndoto zao. Hapa mtazamaji, habari hii imepambwa na habari, picha zikiwa tatu huku upande wa kushoto kukiwa kuna picha ya mama mmoja anaitwa Jonesia, mama wa watoto hao eh, Elidensia na Anesia pacha wengine walioungana da. Baba mama waongea na Ijumaa waanika kusikitisha. Yani, baada ya kifo cha Maria pamoja na Consolata, mapacha hao walioungana, basi kuna mapacha wengine ambao wamezaliwa wameungana pia, wanaitwa Elidensia pamoja na Anesia. Habari kamili mtazamaji utaipata katika ukurasa wa tatu wa gazeti Hili la Ijumaa lakini, mtazamaji e, ukiangalia bado hapa kwa juu kuna habari nyingine inasema, mamabubeto mama ageuka mbogo kwa mvua ya matusi. Habari hii pia mtazamaji utaipata katika kurasa za ndani za gazeti hili la Ijumaa. Na tukiangalia upande wa nyuma wa gazeti hili e, kuna habari hapa za michezo usajili majuu wa Brazili hawana bahati na Manchester United. Habari hii pia mtazamaji utaipata katika kurasa za ndani za gazeti hili la Ijumaa. Huku mwamuzi huyu kiboko huko Urusi. Habari hii pia mtazamaji nayo utaipata katika ukurasa wa ishirini na tatu wa gazeti hili la Ijumaa. Tunaendelea mtazamaji, nikiweka kando gazeti hili na sasa nimeshika gazeti la Mwananchi ambapo habari kubwa ni waraka wa KK waibua mapya bungeni hapa inasema, naibu spika akata swali la Mbatia kwa waziri mkuu lisijibiwe. Kambi rasmi ya upinzani yalitaka kanisa lisijibu barua ya serikali. Mambo ni moto bungeni. Mtazamaji, habari hii pia kwa kina utaipata katika kurasa za ndani za gazeti hili la Mwananchi. Lakini kuna habari nyingine hapa inasema, madaktari wasema puto la madaktari wasema puto la habandysaid limeisha muda wake. Habari hii pia mtazamaji utaipata katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini mtazamaji, kwenye gazeti hili la Mwananchi hapa kuna habari picha e, ambayo inaonesha viongozi hawa, mbunge wa Vunjo James Mbatia aliyekaa katikati na akiwa na wabunge wenzake wa kambi rasmi ya upinzani akizungumza kwenye mkutano wa waandishi wa habari jijini Dodoma. Na mtazamaji, habari hiyo pia kwa kina utaipata katika kurasa ukurasa ya nne katika gazeti hili lakini kuna habari nyingine, imejirudia ya kina Consolata na Maria marehema hawa Mungu awarehemu mtawa afichwa siri mpya ya Maria na Consolata. Habari hii pia mtazamaji utaipata kwa kina kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini tukiangalia upande wa nyuma wa gazeti hili kuna habari hapa inasema Simba mku, Simba mguu mmoja kwa Everton. Habari hii pia mtazamaji utaipata katika kurasa za ndani za gazeti hili la mwana na habari nyingine inasema mchezaji Singida United amvutia kocha Gold Mahia. Habari hii pia mtazamaji utaipata katika kurasa za ndani za gazeti hili na mtazamaji E, kuna habari nyingine hapa ya michezo inasema ubaguzi waiteka pabaya England. Habari hii pia mtazamaji utaipata katika kurasa za ndani za gazeti hili la Mwananchi na mtazamaji, na sasa ni wakati wa gazeti la Nipashe ambapo habari kubwa mtazamaji, kama unavyoona, habari hii ya kuhusiana na kanisa ama waraka wa kanisa la KKKT, naona imejirudia kwenye magazeti mengi ikiwemo gazeti la Nipashe. Sakata KKKT latua kwa PM. Habari hii pia mtazamaji utaipata kwenye ukurasa wa nne, lakini kuna habari picha hapa ikimuonyesha waziri mkuu Kassim Majaliwa e, kuna nani, kwa nini Kassim Majaliwa yuko hapa? Ajibu maswali katika kipindi cha kila Alhamis kwa maswali kwa waziri mkuu e, Kassim Majaliwa akijibu maswali katika kipindi cha kila Alhamisi cha maswali cha waziri mkuu bungeni jijini Dodoma. Hii picha inaonyesha Kassim Majaliwa akiwa bungeni anapokuwa akijibu maswali, kipindi cha maswali na majibu ndani ya bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Na mtazamaji, kuna habari nyingine inasema mishahara watumishi kupanda kimya kimya. Habari hii inapatikana ukurasa wa pili. Inapandaje kimya kimya, mm? Jibu lake utalipata kwenye kurasa wa pili wa gazeti hili, lakini kuna habari nyingine inasema IPP sasa kupanda miti milioni mia moja habari hii mtazamaji pia utaipata ndani ya ukurasa wa kumi na mbili wa gazeti hili la Nipashe. Lakini tukiangalia upande wa nyuma kwenye upande wa michezo wa gazeti hili inasema Yanga yapanga mabadiliko Jumapili. Mabadiliko gani haya, mtazamaji utayajua kupitia kurasa za ndani za gazeti hili la Nipashe. Na mtazamaji, kuna habari hapa e, ukiangalia kwanza hapa kuna habari picha ikionyesha wachezaji hawa ambao uh, ni wa Simba, pengine huyu anasema, kipa wa Simba Aishi Manula akiruka juu kuokoa hatari, kuokoa hatari langoni mwake wakati wa mchezo wa hatua ya nusu fainali ya mashindano ya Sport Pesa Super. Habari hii pia mtazamaji utaipata ndani ya, ya kurasa hizi, lakini kuna ni Simba goma here. Fainali, kocha Mfaransa wa Simba asusa akajukwani. Kwa nini amesusa? Sababu zote hizi utazipata ndani ya kurasa za ndani za gazeti hili la Nipashe. Na mtazamaji, na sasa ni wakati wa gazeti la Tanzania Daima, sauti ya watu. Habari kubwa, mtazamaji, habari hii ya waraka wa KKKT ni habari ambayo imeteka hisia za watu wengi, na ndio maana mtazamaji, kama unavyoona, ili ni gazeti la nne. Takriban magazeti yote ambayo nimekwisha yapitia yana habari hii ambayo tena imeweka kurasa wa mbele waraka wa maaskofu moto. Naibu spika amzuia Majaliwa asijibu swali la waraka, asema mambo ya dini hayaingii bungeni. Habari hii mtazamaji, utaipata katika kurasa, ukurasa wa nne wa gazeti hili la Tanzania Daima. Huku serikali kuongeza mishahara kimya kimya. Habari hii pia mtazamaji, utaipata katika ukurasa wa sita, e, na huku maisha ya kigogo IPTL hatarini. Habari hii pia utaipata katika kurasa wa tano wa gazeti hili, lakini kuna habari hapa inasema kaf, kaf maalum yaunga mkono uchunguzi wa CAG. Habari hii pia mtazamaji utaipata ukurasa wa pili wa gazeti hili, huku BT yajitetea kutumia bilioni 12 bima ya afya. Habari hii pia mtazamaji utaipata katika ukurasa ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Na tukiangalia upande wa nyuma wa gazeti hili kwa upande wa michezo, habari kubwa inasema Simba yatanguliza mguu mmoja Uingereza. Habari hii pia mtazamaji utaipata katika ukurasa wa 23 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Huku Donald Goma kurejea. Leo habari hii utaipata katika ukurasa wa 23. Lakini pia kuna habari hapa nyingine inasema Yanga SC yapishana na Mnyama Kagame Cup. Habari hii pia utaipata mtazamaji kwenye ukurasa wa 23. Naam, mtazamaji, tukiachana na gazeti hili na sasa ni gazeti la Mtanzania fikra yakinifu. Habari kubwa inasema nyaraka za maaskofu kala moto kila kona. Waziri mkuu azuiwa kuzungumzia Katoliki kukutana wabunge wafunguka. Habari hii pia mtazamaji utaipata katika ukurasa wanne wa gazeti hili. Lakini pia hapa kuna habari picha ikionyesha watoto wakicheza mpira tena wakipiga danadana. Habari hii pia mtazamaji, e, bila shaka utaipata katika kurasa za ndani. Lakini nyongeza mishahara kutolewa kimya kimya, huku ikimuonesha waziri mkuu Kassim Majaliwa picha ndogo hapa. Habari hii utaipata katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Mtanzania, lakini inasema serikali kuirudishia ruzuku CCBRT. Habari hii pia mtazamaji utaipata katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, lakini pia tukiangalia upande wa nyuma wa gazeti hili kwa upande wa michezo, habari kubwa ni Simba SC Gor Mahia uso kwa uso fainali. Habari hii pia mtazamaji utaipata kwa kina kwenye ukurasa wa ndani wa gazeti hili, huku kashfa za wapukutikisha vigogo ZE, zfa rais angoha. Habari hii pia utaipata katika ukurasa wa ishirini na mbili. Lakini mtazamaji, kuna picha moja hapa ya aliyekuwa msanii wa Bongo Flava wa kizazi kipya tena. E, marehemu Sam wa ukweli anatarajiwa kuzikwa e, leo katika kijiji, kijiji kwao ama kijijini kwao huko Bagamoyo. Ridhiwani Kikwete amlilia mbunge wa Chalinze huyu. Habari hii pia utaipata katika ukurasa wa 23, lakini tunamwombea Mwenyezi Mungu ampokee Sam wa ukweli mahara pema, pia ampumzishe amen. Naam mtazamaji, ni wasaa wa habari za michezo. Hapa mtazamaji ni na magazeti matatu ya michezo, lakini nikiwa na gwiji la michezo Tanzania Afrika Mashariki, gazeti hili la Champion, ambapo habari kubwa inasema Mfaransa wa Simba out, atimuliwa baada ya mechi 15. Uongozi Simba wafunguka, wachezaji wakimbilia jukwani kumtafuta, apanda ndege, apanda ndege usiku, atimka. Habari hii pia mtazamaji, utaipata ndani ya kurasa za ndani za gazeti hili gwiji la michezo la Champion, na tukiangalia E, kuna habari kubwa pa inasema man yasajili jembe la poto. Habari hii pia utaipata katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini kuna habari hapa inasema nyoso, mambo safi Yanga, huku Simba ya wachinja wabaya wa Yanga. Habari zote hizi mtazamaji utazipata katika kurasa za ndani za gazeti hili. Huku Yanga yampelekea barua Yusuf Manji. Hmm, kunani pengine labda wanataka arudi mtazamaji <laughs> lakini mimi sio shabiki wa Simba, usione labda kama anachoumbeza kidogo. Habari hii utaipata katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili. Lakini rekodi zake Simba, mabao 30, sare 4, e, mechi 15 kupoteza moja, kombe moja. E, dondoo zote hizi utazipata katika kurasa za ndani za gazeti hili gwiji la michezo kurasa za ndani tukiangalia upande wa nyuma wa gazeti hili United wamsajiri beki wapoto. Habari hii pia mtazamaji, kwa kina utaipata katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini Misri wapigwa tatu bila, tatu sifuri na Ubelgiji. Habari hii pia mtazamaji utaipata katika kurasa za ndani za gazeti hili la gwiji la michezo Champion kina leban Lebo, ndiyo basi tena, wapigwa mechi tatu. Habari hii pia mtazamaji utaipata katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na mtazamaji, nikiachana na gwiji hili nikiliaga bye-bye, lakini usisahau kulipata kwenye eh, maeneo yote wanaouza magazeti, basi hutalikosa. Naam, ni wakati wa Mwana Sport. Walenteni tu Everton Ahe, anasema Le Chantre awavimbia mabosi Simba. Habari hii pia mtazamaji utaipata katika kurasa za ndani za gazeti hili la Mwana Sport. Huku Helcroft anataka kazi real Wenja, Wenja na Conte wote wanapasha misuri moto kwenda kumrithi Zidane. Habari hii pia mtazamaji utaipata katika kurasa za ndani za gazeti hili. Hapapo, habari nyingine inasema wawa na subiri tiketi Yanga. Habari hii pia mtazamaji utaipata katika kurasa za ndani za gazeti hili. Tukiangalia upande wa nyuma wa gazeti hili eh, kuna picha kubwa hapa ikimuonesha Mourinho kama unavyomuona mtazamaji, amepambwa katika kurasa wote wa nyuma huu. Habari inasema Mourinho ajitoa fahamu atabiri ya Ayu, bila shaka kuna mambo moto huko napo. Mourinho, nataka wachezaji wangu washinde kombe la dunia, pia nataka wachezaji wangu waende likizo mapema. Ni vizuri kujiamini mtazamaji. Tukiachana na gazeti hili, nina habari bingwa ama gazeti bingwa hapa, ambapo ndilo litatukamilishia litatuka amka na Global TV kwa upande wa michezo, amngoa Pierre baada ya kususia baada ya kususa mrundi huyo aipeleka timu ya finali Sport Pesa Cup, wakichapa Kakamenga penati tano kwa nne huku mkude ni onzima bab kubwa salamba noma. Habari hii mtazamaji, utaipata katika ukurasa wa nne wa gazeti hili, lakini kuna habari nyingine hapa inasema, habari njema, Yanga mashabiki wahaidiwa vifaa nguvu Kumrathi. Habari njema Yanga mashabiki waahidiwa vifaa vya nguvu kurejesha heshima yao, pia ya mtazamaji utaipata katika, za Yanga, mtazamaji, utaipata katika kurasa, ukurasa wapili wa gazeti hili. Hukumasa wamlilia Samuwa Ukweli, habari pia mtazamaji utaipata katika ukurasa 12 lakini tukiangalia upande wa nyuma hapa e, habari hii imechora, kuna picha hapa ya mchezaji huyu kama unavyomuona akiwa amelala uwanjani na kuna pia kuna picha za watu wengi wengi, ambapo habari hii inasema usidanganye, Hamels ampa makavu live stan. habari hii pia mtazamaji utaipata katika kurasa ama ukurasa wa 23 wa gazeti hili la bingwa. Lakini Mourinho huyu dogo, mwacheni tu dogo. Yupi huyu? Ukiangalia ukurasa wa 23 utamjua ni nani huku. Eh, habari zinaendelea hapa, kuna Carl Toys apigana na wanaomkingia kifua. Habari hii pia mtazamaji utaipata katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mtazamaji, mpaka kufikia hapo, niwashukuru Vodacom pekee ambao ndio wanaotuwezesha katika Amka na Global TV ambapo wanakuambia yajayo yanafurahisha. Lakini mtazamaji, kuendelea kupata vipindi vizuri kama hivi, basi usiache kutifuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kumbuka Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers, upande wa YouTube tunatumia Global TV online na upande wa Twitter natumia Global Habari. Lakini kwenye website yetu kabambe ni www.globalpublishers.co.tz. Lakini ulisopitwa na global breaking news, kujisajiri ni bure kabisa, na hii ni kwa wateja wote ambao wanatumia Vodacom pekee. Unafanyaje? unaingia kwenye sehemu ya SMS kisha unaandika neno global moja, tano, tano, tano, tisa, tisa, na kutuma kwenye namba 155599 ukifanya hivyo hakika hutopitwa na breaking news yote inayotokea ndani na nje ya nchi kwa niaba ya mimi ni Catherine Kahabi nyuma ya kamera nikiwa na Sound Bushiri, nikutakie kutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea, cheers vinavyoendelea furahia video bila kukwama. Kuwa mama supa kwenye mtandao supa pekee Tanzania, chagua vodacom sasa. Yajayo yanafurahisha. uko tayari? Vodacom. Uhondo wa michezo tuliokuahidi tayari umeshaingia mtaani na wengi wameshaukubali. Wewe ukingoja nini? Ni uhondo wa Sporti Extra, gazeti bora la michezo Tanzania linalokata kiu yako kila Jumapili, ambayo limesheheni takwimu za ligi kuu ya kandanda Tanzania Bara, Premier Ligi ya England, La Liga ya Uhispania, Siria a ya kule nchini Italia, Bundesliga ya Ujerumani na takwimu kibao za wachezaji. Ndani ya Sporti Extra kuna kijarida cha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 Asalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatu. Ndugu zangu Waislamu na wale ambao si Waislamu, katika mwezi huu wa mtukufu wa Ramadhani tunahusiwa kufanya mema, kuwafanyia wema watu wetu, kuwafanyia wema ndugu zetu, kuwafanyia wema majirani zako. Hivyo basi, tumia opportunity hii kuchuma, jaribu kufanya jambo jema lolote litakuja kukupa faida mbele ya haki huko. Mimi naendelea nakupa ujumbe huu kupitia Global TV.